Habari za wakati huu na karibu katika mizani ya wiki. Mimi ni faraja sendegia. Leo tunajifunza juu ya majukumu ama wajibu wa idara ya uhamiaji, na hoja hii inakuja katika kipindi hiki ambacho kumekuwa na mjadala mpana kidogo juu ya wageni ambao wako hapa nchini ambao kimsingi wanaonekana kufanya kazi ama biashara ambazo zingeweza kufanywa na wananchi wa kawaida, hoja ambayo imeibuliwa na wafanya biashara wakidai ni kupokonywa, uh, fursa zao za kiuchumi, na mtakumbuka. Uh, waziri wa viwanda na biashara alipewa jukumu la kuunda kamati ama tume ya uchunguzi na tayari alishakabidhiwa ripoti hiyo na bado kuna mjadala unaoendelea le leo, tutaangalia kipengele kimoja tu juu ya majukumu ya uh, idara ya uhamiaji, ni kuna kwa nafasi gani walionayo kuhakikisha kwamba wageni ambao kimsingi tuna wahitaji, na kama ambavyo uh, Watanzania wangeweza kwenda katika nchi nyingine, uh, uwepo wao hapa nchini unakuwa ni uwepo wa kiutaratibu na sheria bila kuzua migogoro. Napata fursa <coughs> ya kuwa naye hapa, mrakibu mwandamizi wa idara wa jeshi la uhamiaji. Karibu sana, asante sana. Ni po Msele, nafurahi kuwa nawe, asante sana mm. Na, na, wakati nikijaribu kutafakari hoja hii nikajiuliza, kukuna, kuna tatizo kuwepo na wageni <laughs> kwenye nchi? Sidhani kama ni tatizo kuwa na wageni uh -huh, kwa sababu nchi yoyote duniani huwa inapenda kuwa na wageni na pia wageni huwa ni chachu ya maendeleo katika nchi mbalimbali duniani. Mm -hmm. Ya, labda, kama ulivyonitambulisha mimi hapa ni Paul John Msele ambaye ni msemaji wa uhamiaji. Mm -hmm. Na Idara ya Uhamiaji ni mojawapo ya chombo cha ulinzi na usalama kilichopo chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi. Na kinaongozwa na Kamishna Jenerali Dkt. Anna Peter Makakala. Majukumu eh, mahususi ya idara ya wa uhamiaji ni eh, kutoa huduma ya pasipoti kwa raia wa Tanzania na pia kuwezesha na kudhibiti ukaazi wa wageni na utokaji wa watu nchini. Pia idara ya wa uhamiaji ndo inatoa eh, hati au vibali vya ukaazi kwa wageni ambao wanaishi hapa nchini kwa kufanya shughuli mbali mbalimbali na pia idara ya wa uhamiaji ndo inasimamia mchakato wa maombi ya uraia kwa wageni ambao wameishi hapa nchini kwa mujibu wa sheria, wa na wakakidhi vigezo, basi wakaomba uraia kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo idara uhamiaji ndo inasimamia huo mchakato wa maombi ya uraia. Pia idara ya uhamiaji ndo inayo e, e, simamia au kuangalia e, e, wageni ambao walioko nchini mienendo yao na kuona kwamba kama ni hatarishi kwa usalama wa taifa, basi ina jukumu la kuwaondoa wa nchini. Pia idara ya uhamiaji ina jukumu la kukagua na kuidhinisha maombi ya vitambulisho vya taifa NIDA. E, idara ya uhamiaji pia ndo huwa inafanya doria, misako na operesheni mbalimbali mba kwa ajili ya kubaini wahamiaji haramu, ina maana wageni ambao wanaishi nchini kinyume cha taratibu na pia idara ya uhamiaji ina jukumu la kuwaondosha nchini wahamiaji haramu hao. Idara ya uhamiaji pia ina jukumu la kushirikiana na vyombo vingine vya usalama pamoja na jumuiya za kikanda katika kuzuia na kudhibiti e, uhalifu wa, wa kupangwa na unaovuka mipaka kama vile usafirishaji haramu wa binadamu, usafirishaji magendo e, e, ya, ya binadamu, ugaidi, e, utakatishaji fedha kwa hiyo huwa tunafanya hizo hizo hizo, tuna hilo jukumu lakini pia, kwa kushirikiana na vyombo vingine vya vya usalama. Idara ya uhamiaji pia ina jukumu la kupokea stowaways raia wa Tanzania ambao wamekutwa na makosa katika nchi nchi nyingine, basi wanavyorudishwa, sisi tuna jukumu la ku kuwapokea ku, ku, na pia kuwachukulia hatua kwa mujibu wa sheria. Mm -hmm. Kwa hiyo kwa uchache tu labda hayo ningeweza kusema kwamba ni majukumu ya idara ya ameaji pamoja na mengine mengi ambayo watu nayapewa kulingana na maelekezo taanayopewai. Mm -hmm. Majukumu kama ulivyoeleza ni, ni, ni jambo moja na utekelezaji wake ni lazima utakuwa na uhusiano na, na taasisi ama idara nyingine bila shaka za serikali serikalinamani na, na, kujua sasa N nini kinatokea mpaka uamue kama idara ya uhamiaji kwamba ah, ndugu fulani pamoja na kwamba we ni mgeni huko hapa nchini lakini huna sifa, inabidi uondoke. Maanake nilikuwa najaribu kupitia ripoti, nika naona kwamba kuna raia wa kigeni ishirini na wanne waliondolewa katika hiki kipindi, tukijaribu tuki kuangalia ishu ya Kariako, japo nafahamu kwamba mnaangalia kwa jicho pana la kitaifa, nini kinatokea kwamba ah, we bwana ondoka ba. Okay, labda ni, ningeweza kueleza hivi kwanza e, utaratibu wa kuingia nchini ukoje? Sawa. Yaani mgeni ambaye anapaswa kuingia nchini anatakiwa afanyeje? Kwanza mgeni ambaye ingia nchini lazima awe na passport ya taifa lake iliyokuwa hai. Mm-hmm. na uhai sio pungua miezi sita, na mgeni huyu anapoingia, kama atahitaji kulipa visa, basi atalipa visa, awe na visa ya kumruhusu E, kama kibali cha kumruhusu kuingia ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na atakapoingia apite kwenye mipaka rasmi. Kwenye nchi yetu ina takriban vituo 64 ambavyo vinatambulika kwa mujibu wa sheria. Kama mipaka. Kama, yani vituo vya kuingilia nchi. Uh -huh. Kwa hiyo kwa sababu pia kuna changamoto ya wageni uh, hasa kutoka nchi jirani ambao wanaingia bila kufuata hizo taratibu, taratibu wahamiaji haramu e, okay. Ndio hicho nachosema na pia huyu e, mgeni anapoingia, lazima aonane na afisa wa uhamiaji. Afisa wa uhamiaji atamueleza atamwele, kwamba anakuja kwa madhumuni gani na atakaa kwa muda gani. Kwa ule muda ambao atakaopewa, ina maana ndo auzingatie, ina maana akikiuka ule muda ambao amepewa au e, ile shughuli ambayo amesema anakuja kuifanya, ina maana hapa ataonekana kwamba amefanya kosa. Na mgeni huyu atakapokuwa ameingia, basi awe na tiketi ya kuja na kurudi lazima aonyeshe na pia lazima uh, azingatie huyo ni yule ambaye anakuja na kuondoka, sio anayekuja kwa kukaa na na eh, eh, tutakuja kuelezea yule ambaye anakuja kuishi. Kwa hiyo pia azingatie zile taratibu za afya ambazo zimewekwa eh, na, na wizara yetu ya afya kwa wageni ambao wanaingia nchini. Kwa sasa kuna wageni ambao wanakuja sasa kwa ajili ya labda kufanya kazi au wanakuja kuwekeza eh, kwa ambao wanakuja kufanya kazi, na maana ya kampuni ambayo inataka kumwajiri ambaye ni mtaalamu katika maeneo fulani kwenye hiyo kampuni yake, basi hiyo kampuni ndio itakayomwombea kibali. Na kama ni, ni mwekezaji, na maana amekuja kwa ajili ya kuja kuwekeza nchini, kwa, kwa sababu tunasema mwekezaji ni yule e, e, wanaomba e, kibali daraja A, kwa sababu hivyo vibali tofauti, kuna daraja A, daraja B na daraja C kwa wale ambao wanakuja kuwekeza wanapewa e, kibali daraja A. Ina maana wenyewe maombi yao ina maana watakavyokuja kutaka kuwekeza wataanzia e, e, kusajili kampuni ina maana watakuwa tenda BRELA, watasajili kampuni na taratibu zote za, za uwekezaji watazifuata, alafu baada ya hapo e, e, inawezekana maombi yao inawezekana akawa amesajiliwa TIC au akapeleka idara ya kazi. Baada ya kukamilisha taratibu zote, basi yale maombi yanaletwa kwetu Idara ya Uhamiaji kupitia mfumo. Kwa mfano sasa hivi Idara ya Uhamiaji na Idara ya Kazi mifumo inasomana. Kwa hiyo yule mwombaji e, kwa sababu siku hizi maombi naomba kwa njia ya mfumo, hahitaji kuwasilisha tena kwetu, akiwasilisha mara moja tu Idara ya Kazi, basi kamishna wa kazi yeye akishaidhinisha, akishachakata, ameidhinisha kwamba huyu mtu ana sifa ya kuwekeza au ana sifa ya kufanya kazi, basi analeta kwetu idara ya uhamiaji kwa sababu ya kumpatia kibali cha kuishi nchini. Lakini pia sisi hapo tuna jukumu jingine la kuangalia swala la kiusalama, kuona kama huyu mtu sifa, sifa za kuwekeza au kufanya kazi, basi mm, je, sifa ya kiusalama ikoje? Tukiona na hiyo sifa basi tunampatia kibali cha, cha, cha kufanya kazi au kuwekeza hapa. Kwa hiyo utaona kwamba pia eh, <clears throat> kuna wale ambao wanakuja napewa kibali daraja C. Daraja C ni wale ambao labda eh, missionaries wanajua kufanya kazi za missionaries. Kuna eh, wastaafu, kuna mavolontia eh, na wenyewe pia wanaomba kibali kupitia leba, eh, idara ya kazi. Baada ya pale litaletwa kwetu na sisi utaratibu huo wa upekuzi na baada ya hapo sasa wote washapewa vibali, jukumu letu jingine pia ni kufuatilia, je, yeah. Hawa wageni ambao wamepewa vibali wanaishi kwa mujibu wa vibali vyao. Sasa ndo ilo inakuja swali lako sasa, ambapo anauliza, huyu mtu labda umepewa kibali cha kufanya kazi kwenye kampuni A, lakini wetu anakuja kukuta unafanya kazi kwenye kampuni B au unafanya kazi nje ya kampuni ile ambayo Mm -hmm. au kusudi lile ambalo kwa umeliomba au umeomba kama mwekezaji alafu eh, unakuja kufanya biashara za kimachi eh. Sasa hapo eh, ni kosa. mm -hmm. eh, kibali chako kina kitafutwa, na kwa mujibu wa eh, sheria ni kwamba huyu mgeni atapewa notice, in person ye mwenyewe notice, na ndani ya siku tatu kibali chake kitakuwa kimeshafutwa na kuondoshwa nchini mm -hmm. yeah. Unaposema kuondoshwa, manake kuna nguvu fulani itatumika ama bana Weondoka hapana, lazima tukusimamie mpaka tukuondoe chini, usindikizwa. yeah, tunahakikisha kwamba umeshakata tiketi na umeondoka, umepanda ndege, umeondoka nchini kabisa. Na, najaribu kuitazama kama ni kazi ngumu kidogo, kwa sababu wafanya biashara, wawekezaji, watu wanakuja kufanya kazi, volunteers, missionaries, ni wengi sana maana yake, na kazi ya kuwafuatilia kwamba ulivyoingia ndivyo unavyoendelea kuishi, si ndio? maana yake ndio maanake sasa inabidi umfuatilie mtu kwa mtu ama inakuwaje? Uh, unajua si ipo mifumo mm -hmm. namaana mgeni anavyoomba, kama nilivyokwambia, Idara ya Uhamiaji imeboresha e, eh, mifumo yake utoaji wa huduma e, sasa hivi huduma zetu zote tunatoa kwa njia ya kielektroniki. Namaana kwanzia kuomba pasipoti unaomba kwa njia ya kielektroniki, kibali cha ukazi unaomba kwa njia ya kielektroniki, mtu mgeni anataka kuomba viza kuingia nchini, namaana unaomba kwa njia ya kielektroniki. Tena hii viza ndio huduma ambayo e, mteja hawezi kuonana na, na mtu wa huduma. Ina maana popote duniani uki, ukiwepo tu unaomba ule huduma na ndani ya siku kumi unaweza ukapata visa yako, lakini hawa ya wageni wakishaingia, ina maana e, kampuni inajulikana kwamba huyu mtu yuko kwa kampuni gani. Kwa hiyo Idara ya Uhamiaji nazo kampuni zote ambazo zinafanya kazi hapa na ina maana e, hilo jukumu tunalo sisi na pia wanalo Idara ya Kazi ya kufuatilia na kama ulivyosema kwamba kulikuwepo na ripoti ambayo ilitolewa juzi na mheshimiwa waziri wa viwanda na biashara kuhusiana la, la, la, la la la kari, la e, na hilo sakata la Kariakoo likuwa anasema eh, na alitoa maelekezo kwamba tuendelee na idara ya uhamiaji tuendelee na operation kwa kushirikiana na idara ya kazi pamoja na, ta, na vyombo vingine ili kuweza kubaini kama wapo wageni ambao wanafanya kazi kinyume na masharti ya vibali vyao. Mm -hmm. Na hiyo kazi bado inaendelea na pia idara ya wa uhamiaji imekuwa ikifanya operation mbalimbali e, si tu kwamba e, kwenye special operation kama ya Kariakoo, lakini mara nyingi sisi kwa mwaka huwa tuna special operation nne tunafanya. mm -hmm. mara nne kwa mwaka special operation. acha zile doria za mara kwa mara na ufuatiliaji kama ulikuwa unasema, huwa tunafanya ufuatiliaji mara kwa mara. labda nikupe takwimu tu, labda kwa mwaka jana kuanzia Januari mpaka e, Disemba tulibaini watu ambao wamekiuka taratibu za kiuhamiaji zaidi ya elfu kumi na saba, na wamechukuliwa hatua mbalimbali za za wengine wamefukuzwa wame nchini, wengine wamepelekwa mahakamani, wengine upelelezi unaendelea. Kwa hiyo idara inafanya kazi kwa kushirikiana pia na vyombo vingine vya, vya usalama na kwa kipindi cha Januari mpaka Machi ambapo pia kumekuwepo na hizo special operation. Tumeweza kukuta wageni wa au watu <coughs> wenye makosa ya kiuhamiaji zaidi ya elfu mbili na mia tano Januari, Machi na, na, na, na hawa pia wameshachukuliwa hatua wa mbalimbali, ikiwemo hawa ambao ulikuwa umetaja kwamba walioondolewa au ishirini na nne ni wale walioondolewa wakati kamati ikiendelea na kazi, na sisi pia tulikuwa na tayari na operesheni zetu tuna. Tuna, tunaendelea nazo mm -hmm. Kwa hiyo na pia sasa hivi idara kwa, baada ya kuona kwamba wapo wageni hacha hawa ambao wanakuja kihalali <coughs> wanafanya hizo shughuli kama za biashara, lakini wapo wageni ambao wanatoka katika nchi jirani hizi zinazozunguka ambao hawafuati taratibu na maana hawaingii kwenye ule utaratibu ambao wanatakiwa eh, kama mgeni wa kuingia katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hawa ni wahamiaji haramu, na wengi wanakuja kufanya shughuli nyingine za vibarua au wengine wanakuja kutafuta fursa za kiuchumi eh, kwa hiyo idara e, e, na pia si, wakati mwingine bahati mbaya kuna baadhi ya wa watanzania wanaotumia kufanya kazi za vibarua sasa baada ya idara pia kuona hili e, ili, ili na serikali ilianzisha kibali chenaitwa season migrant pass kibali ambacho ni cha, cha, cha, cha, cha msimu msimu. Hasa wale watu wanaofanya kazi za mashambani zile za kilimo ule msimu wa kilimo ukifika au uvuvi, basi wanakuwa wanapewa kile kibali ambacho ni miezi mitatu na miezi sita kwa sasa ile, ili kupunguza hilo swala la wageni kuwepo nchini bila kufata taratibu, kwa sababu wanafanya hizo kazi za vibarua, na inaonekana kwamba baadhi ya watanzania wengine wapendi hizo kazi za vibarua. Wao ndio wanawaajiri sasa kutoka hizo nchi jirani, ambayo ni changamoto nyingine kwamba hawaombe vibali hawa wageni, na ndio maana nasema kupitia kipindi hiki basi wafate hizo taratibu, wafate sheria kama kuna wageni wanakuja kufanya hizo kazi za msimu basi waombe vibali vya vya, vya vya vya kufanya hizo kazi. Na sasa hivi tuna kampeni yetu ya mjue jirani yako, mjue jirani yako, mjue jirani yako. Tumeanzisha ima kampeni mahususi baada ya sisi uhamiaji kushuka mpaka kwenye ngazi ya kata kuwaelimisha wananchi kuhusiana na majukumu ya uhamiaji kuwajua na kuwa, kubaini na, na, na kuwatambua wageni ambao wanaishi katika maeneo yao ambao wako kinyume cha taratibu. Ndio maana tunawapa hii elimu, raia ni nani, nani si raia, mgeni anatakiwa kuwa na nini. Hiyo elimu ambayo tunashuka nayo huko, sasa hivi tunatoa mpaka kwenye mashule ya primary, sekondari, viongozi wa vitongoji na vijiji. Na lengo kubwa la hii kampeni ya mjua jirani yako kwanza ni kuwajengea eh, kuwashirikisha jamii eh, katika ku, eh, kubaini na kuzuia uhamiaji haramu nchini Pili, kuwajengea uzalendo. Tatu, kujua majukumu ya idara ya wa uhamiaji. Nne, kujua wa, e, wageni ambao yani e, tunawapa elimu ya uraia raia ni nani na nani ambaye sio raia. Kwa hiyo tunashirikisha haya makundi yote ili kuweza kuibua watu ambao au, au wageni ambao wapo katika maeneo wanayoishi ambao sio wako kinyume cha taratibu mm -hmm. Kwa hiyo hiyo pia imetusaidia ime sisi kuweza kubaini kwa sababu, kama ulikuwa unauliza swali lako kwamba hawa wageni ni wengi sana na inawezekana wametapaka katika maeneo mengi, ni kweli, na pia inawezekana tusiwepo katika kila eneo, lakini sisi tumejaribu kuenda katika mpaka kwenye ile ngazi ya kata, lakini sasa ndio tunashirikisha pia wananchi, na hata ulivyosema kwamba wananchi wamekuwa kilalamika wanafanya kazi ambazo sio mm -hmm. Sisi tukiwabaini tunawachukulia hatua. E, wageni ambao wanafanya kazi kinyume cha taratibu. Kwa hiyo sheria ipo wazi. Sawa, umeeleza vizuri kwamba kuna wageni ambao ni kutoka nchi jirani. Ndiyo. wanaoingia kwa ajili ya kufanya kazi za vibarua Ndiyo. na waajiri wao ni wenyeji, ni wa Tanzania Ndiyo. na hao mkatengenezwa mfumo kwamba ah basi kwa sababu ni fursa wapate kibali maalum wakae kwa muda seasonal, baada ya msimu fulani basi no. Kikiisha anaondoka no. ama anaweza karinyu sasa. Kama msimu ukiisha, natakiwa aondoke. Aondoke e, kwa sababu sidhani kama msimu wa mahindi unaweza ukawepo <laughs> uka, uka, mwaka mzima yeah. kwa sababu ndio maana vinatolewa kwa miezi mitatu na mie, e, maksimum miezi sita, namaana kikiisha na baada yule mgeni anatakiwa kuondoka. Ndiyo. najaribu okay. Ni, ni kujaribu kumwangalia sasa huyo ambaye ameingia nchini mm. lakini yeye hakuja kuomba ajira za vibarua, ila yeye amejitengenezea kibarua kake mwenyewe, kama machinga, kama ambavyo tumesikia huyo. na yuko kwenye kundi gani huyo? sasa ni mhamiaji haramu mm -hmm. kwa sababu sikaingia bila kufuata taratibu mm. ina maana huyo ukimkuta, ina maana hana pasipoti ya taifa lake, hana kibali kinachomruhusu yeye kufanya kazi au kufanya biashara au kufanya hiyo shughuli ambayo anaifanya Hawa ndo tunawatafuta, na ndio maana nimekwambia kwa mwaka jana tu tumeweza kubaini watu zaidi ya elfu kumi na saba. Ina maana include na grupu hiyo ya hao wageni mm. ambao wanatoka katika hizi nchi ambazo zinatuzunguka ambao wanakuja kufanya hizi kazi ndogo -ndogo. Mm -hmm. Ndiyo. Mgeni anaingia chini, alafu kwa sababu ya ugeni wake anaamua kutumia kitambulisho cha uraia cha mwenyeji, alafu anafungua biashara labda, maana yake ile biashara itasomeka jina la Faraja ndo maanake, lakini mmiliki ni mgeni. Hilo limekaa ah, sasa hilo ni sisi kama Watanzania tunatakiwa tujitafakari, tuone eh, kwa nini utumie mtu atumie kitambulisho chako? Kwa sababu inaonekana kwamba anaye faidi ni nani? Ni huyo mgeni, ni huyo mgeni, sio yeye. Kwa hiyo nadhani hilo lilishaongelewa ni, kwamba ni, ni changamoto kwa hiyo inabidi sisi kama Watanzania tu wazalendo tuna, tuna jenga, tuna na ndio maana nasema tunajenga tunawajengea wananchi uzalendo kwamba tu wazalendo na nchi yetu, mgeni si asija kakurubuni tu, kwa sababu atakachokipata ni kikubwa kuliko ambacho, ambacho anakuachia wewe. mm -hmm. Kwa hiyo ni swala la kujenga ile nidhamu ya uzalendo kwa nchi yetu na kwa taifa letu. mm -hmm. Ndio swali la ufahamu, inawezekana mgeni akaingia nchini kwa njia ambayo si halali Ndia, ama ni sizono vyovyote vile, lakini mm, yumo nchini alafu akatengeneza uhusiano na mwenyeji, kwa maana uhusiano wa kindoa, akaoa ama kuolewa. Kuolewa kwake ama kuoa kunaweza kumpa sifa ya kuendelea kuishi, sasa kwa sababu tayari ana familia. Hapana, Makuna mmoja aliwahi kuondolewa lakini, akasema mi na watoto na mke na nini. hiyo E, wewe umekuja ni mhamiaji haramu, alafu umeoa Mtanzania, raia wa Tanzania, ina maana umeoa raia wa Tanzania na umezaa na watoto. of Course, wewe kama wewe bado utakuwa mhamiaji haramu. Kwa hiyo ha, e, kwa mujibu wa sheria zetu, kwamba kwa sababu umeoa Mtanzania haikupya sifa ya wewe kuwa kuwa raia. Kwa uraia ni, ni mchakato. Mtu ambaye mwenye sifa ya kuomba uraia wa Tanzania lazima awe anaishi kihalali nchini naona. Uwe na pasipoti ya taifa lako eh? Uwe unaishi kwa vibali halali ambavyo unalipia kila baada ya miaka miwili. And then ukishatimiza vile vigezo ndo una, una, una, una, una, unaweza ukaomba uraia wa Tanzania. Kwa hiyo huwezi kuwa kwamba ni mhamiaji haramu, huna pasipoti ya taifa lako, hupo kinyume cha taratibu alafu ukaoa Mtanzania alafu ikahalalishwa kwamba wewe unakuwa ni ni raia. Hapana, mm, hiyo -hmm, haipo hapana. Watoto sio kigeni, watoto wale wakizaliwa, basi watakuwa na uraia wa Tanzania na pia na watakuwa na uraia wa huyo huyo oh, oh, mzazi ambaye yuko nchini kinyume cha sheria. Kwa hiyo okay, hata kama akiondoka awe pia akitaka kuondoka na familia yake anaweza pia kuondoka na familia yake oh, yeah. Okay. Kwa kuzaliwa kwa tu na huyo raia kunampa qualification mtoto kuwa raia wa nchi yake. Wa nchi yake kwa ya, ya baba yake. Yeah, ndio. Okay. Muda wote si rafiki sana, maana tuna dakika chache zilizosalia, lakini umezungumzia habari za kampeni maalum ya yeah. Yeah. Mjue Jirani jirani yako. Jirani yako. Mpaka sasa mnaitathmini vipi? Maana yake wafanyabiashara walipopaza sauti mpaka kamati ikaundwa, ni aina nyingine ya kumjua jirani, gundua bana, jirani yangu mbona simwelewielewi? yeah. ni machinga kama mimi <laughs> ya yeah. Ni, ni kweli hii kampeni yetu tunaona inakwenda vizuri, na bado tunaendelea ku kuisisitiza kwa wananchi kwamba ni vizuri ukamjua jirani yako, jirani yako ni nani, inawezekana ni eneo unaloishi inawezekana eneo nawalofanya kazi, ni eneo ambao unafanya biashara. Je, ambao unafanya naye biashara ipo kialali? Ni raia au ni mhamiaji haramu? Umeona? Kwa hiyo hata hiyo kupaza sauti e, pia nasaidia e, serikali na vyombo vingine ambavyo vinahusika kuweza kuweza kubaini watu ambao wako nchini kinyume cha sheria, na sisi tukishaona hivyo wanachukuliwa hatua mara moja, kwa sababu e, tumekuwa tukipata ushirikiano mkubwa sana hasa katika maeneo ya ya ambayo ya ya vijijini au maeneo ya mipakani huko. Eh, maeneo mengi ambayo tumekuwa tukipewa taarifa kuna wageni ambao wa wapo mle wanaishi kinyume cha taratibu. Tangu kuanzisha kwa kuanzishako kampeni kwa sababu tayari wananchi wameshaelewa. Zamani wakati mwingine eh, wananchi eh, atakuja kumsema huyu ni, ni mgeni baada ya ya kukorofishana naye. Ndio, mm-hmm. Atakuja kusema ah huyu sio sio raia. Lakini sasa hivi tunawajengea ule uzalendo ili sasa wamfichue huyu mtu mapema, kwa sababu pia e, sasa hivi tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu na kulikuwa na uboreshaji wa daftari, na sisi tumeshiriki katika kutoa elimu kwamba hakikisha ambaye anaingia kwenye daftari ni Mtanzania, hakikisha ambaye atakuja kugombea ni raia wa Tanzania. Hiyo elimu tunaendelea nayo, kwa sababu tusije tukapata kiongozi ambayo sio raia. Kwa hiyo sisi wananchi katika eneo husika tunako, mahalia tunakoishi tunajuana huyu ni, ni raia au sio raia? Huyu ni mgeni huyu sio mgeni. Ili pia naye wasije wakaingia kwenye kwenye uchaguzi wetu na, na kuharibu. Kwa hiyo hiyo elimu tunaendelea nayo kutoa na kushirikisha wananchi ili kuweza kuwabaini na kuwafichua. Nifanyeje hii sekunde chache tu za mwisho, nifanyeje mimi kama raia wa Tanzania, baada ya kugundua kwamba jirani yangu sio jirani halali kisheria? Ya, ya, ya, ya mara nyingi tumeambiwa watu, taarifa kwenye ofisi zetu za uhamiaji zipo katika kila wilaya, kila mkoa. Toa taarifa kwenye vyombo vya serikali, vipo mpaka chini, hata kwa watendaji polisi na vyombo vingine vya usalama. Wale wacho watu, watu tunawachukulia hatua, na mara nyingi tumekuwa tukipata hizo taarifa na tumekuwa tukichukua hatua. <gibu> ni kushukuru sana muda wetu aturuhusu sana kuendelea, nikushukuru sana kwa kushiriki nasi. Labda kuweka tu kumbukumbu sawa, toka Januari mpaka Machi mwaka huu uh, watu elfu kumi na sita toka Januari mpaka Machi mwaka huu tum, watu zaidi ya elfu mbili mia tano wamekutwa na makosa mbalimbali ya kiuhamiaji na wamechukuliwa hatua mbalimbali hmm. na kwa mwaka jana Januari mpaka Disemba zaidi ya elfu kumi na saba Aha. tume tumebaini kuwa wame, wamekutwa na makosa kiuhamiaji na wenyewe wamechukuliwa hatua mbalimbali wengine wakuondoshwa nchini wengine kufikishwa mahakamani na wengine kupigwa faini mm-hmm ndio nakushukuru sana kwa kushiriki nasi Paul Msele mrakibu wa uh, mwandamizi wa idara ya uhamiaji asante sana, Asante sana. nakushukuru sana mtazamaji kwa kuwa nasi hii imekuwa ni mizani ya wiki mimi ni Faraja Sindegio